Sana mkurugenzi, naomba nichukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa ziara nzuri, na ilikuwa ziara ya kazi kwelikweli. Eh, tumetembelea miradi takribani sita na miradi yote iko kwenye hali nzuri sana. Kuna mingine imekamilika ni mambo madogo madogo, lakini mingine eh, ambayo tumepewa fedha mwaka huu sasa, ndo kama hii ya ujenzi wa kituo hiki cha afya cha milioni mia tano nimeridhika sana kuona usimamizi wenu mzuri kwenye wilaya ya Hai na matarajio yangu kwamba eh, mimi nikiondoka, nyi wenyewe mtakuwa mnapita mara kwa mara na kuhakikisha kwamba tarehe ambazo tumekubaliana miradi hii inamalizika. Furaha ya mheshimiwa rais, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, anapoleta fedha za miradi anataka isimamiwe na ikamilike ili wananchi sasa wapate hizo huduma na wasitoke sehemu moja kwenda kwenye se, kwenda sehemu nyingine kufuata huduma labda za afya eh, na huduma nyingine. Na ndio maana ameleta fedha nyingi na huduma hizi ziwe karibu na wananchi. Kwa hiyo matarajio yangu mimi, mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwamba mambo yatakamilika vizuri kwa wilaya Hai. Sina sina shaka kwenye uongozi wako na timu yako nzuri ulionayo, wajumbe wako wa kamati ya ulinzi na usalama, mnajua mnashirikiana wote. Kwa hiyo tufanye mambo yetu yawe mazuri. Kwa hiyo tukifanya hayo vizuri, tutafanya Siha vizuri, tutafanya Mwanga, tutafanya Same, tutafanya Rombo na tutafanya Moshi na tutakuwa wote kitu kimoja mm-hmm. Eh, niwakumbushe tu kwamba eh, tarehe ishirini na tisa mwezi Oktoba eh, wote ambao tumejiandikisha wote, maanake hili mm-hmm. nalizungumza kwa ujumla mm-hmm. wote eh, vyombo vya ulinzi eh, eh, watendaji wa serikali wananchi wa kawaida, wale ambao wamejiandikisha, tuendelee tukatimize eh, haki yetu ya kujitokeza kwa wingi kwenye vituo vya kupiga kura ili tuchague viongozi wetu ambao watatuletea maendeleo kwa kipindi kingine cha miaka mitano ijayo. Basi Mheshimiwa Koila, nakushukuru sana tibu.